Na umewahi kufikiria kwamba inawezekana kwa e, kufanya upasuaji e, kwa kutumia teknolojia ambayo itafanya e, upasuaji huo ufanikiwe bila e, kupasua ama kumkata mtu kwenye ngozi? Na moja kati ya teknolojia ambazo zinatumika ni mawimbi ya sauti yani ultrasound ambazo hospitali eh, ya Benjamin Mkapa ambayo iko Dodoma imekuwa moja kati ya hospitali chache eh, ama moja kati ya taasisi chache ambazo zinatumia teknolojia hii eh, na tutazungumza na daktari bingwa mbobezi wa upasuaji wa ubongo, mgongo na mishipa ya fahamu atuambie namna ambavyo inawezekana eh, ama namna ambavyo teknolojia hii inafanya kazi. Tunazungumza naye akiwa katika studio zetu za Dodoma, Dkt. Maxigama Ndossi. Dokta karibu sana na habari za Dodoma? Ah, nzuri tu. Tunafurahi kuungana na ndugu mtangazaji. Salama kabisa, Dokta. Dar es Salaam ni kwema kabisa. Tunafurahi kuungana nasi kwenye matangazo yetu, na eh, tunajua nyie madaktari bingwa upasuaji mna majukumu mengi eh, kuingia theatre na vitu kama hivyo, lakini umetenga muda wako kuzungumza na sisi kutuelezea. Sasa tumesikia habari hizi, tumesikia kwenye mitandao kwenye vyombo vya habari eh, na... Uh, tukatamani kupata ufafanuzi wa kina zaidi namna ambavyo inafanya kazi, lakini hebu tupitishe wewe kama mtaalam uh, mbobezi kwenye masuala ya upasuaji wa ubongo, hebu tupitishe kwenye eh, aina mbalimbali mbali za upasuaji ambazo mmekuwa mkizitumia kabla ya kuiona hii mpya ambayo wengi wanashangaa inakuwaje. Aha, sasa uh, kwa, kwa teknolojia ambayo ipo Tanzania mpaka sasa kuna vitu vingi ambavyo ni, ni ni vya vya vya mbele zaidi ambavyo sisi hapa Tanzania hatuna ambavyo vinatusaidia katika kufanya upasuaji wa ubongo na mishipa ya fahamu. Sasa uh, teknolojia kama hizo ni ni ni ni expensive ni bei ghali ya kuzifikisha hapa kwetu kwa inabidi tutafute njia mbadala ambao ni, ni ni ni rahisi na ni salama kwa kwa wagonjwa wetu. Kwa hiyo uh, kwa wagonjwa ambao wana uvimbe kichwani au wana kuvilia kwa damu kichwani, ambao inabidi utolewe, usipokuwa na vifaa hivyo ambavyo ni vya teknolojia ya hali ya juu sana, ingekubidi ufungue sehemu kubwa sana ya kichwa ili uweze ku kujua ku, ku, ku, ku ni sehemu gani ambayo huo uvimbe upo na au hiyo damu ipo ili uweze kuitoa. Yeah. Sasa kwa kutumia hizi teknolojia unaweza ukamap uka, uka, uka au ukachora uka, uka ramani ukajua kabisa ni sehemu hii naweza nikaifungua nikakuta nika huo uvimbe na kuutoa. Mm. Sasa kwa sababu teknolojia hiyo haijafika Tanzania au ambapo imefika inabidi wa ni, ni bei ghali kwa sababu inabidi watraini watu uh, alafu pia ulete hivyo vifaa alafu uanze kuvitumia. Sasa tumeona tume, tume, tume ni bora tutumie hii uh, high deep intensity ultrasound kuweza mm -hmm. kumap kwa sababu na yenyewe itaweza kukuonyesha ni sehemu fulani kuna damu, kwa hiyo utafungua tu sehemu ndogo pale pale ambako utakuta hiyo damu au uvimbe halafu utautoa. Kwa hiyo sio kwamba teknolojia ni, ni, ni mpya mm. Kufungua utafungua, lakini utakuwa umefupisha umefupisha operation ya masaa nane kwenye masaa kwenye saa moja, alafu utakuwa ume ume, ume baada ya kovu kuwa la sentimita thelathini, sahizi lina sentimita mbili. mm -hmm. Kwao utaona kabisa hapo jinsi gani ambavyo imekusaidia kwenye kufanya operesheni yako kuwa rahisi na imemsaidia pia mgonjwa kuwa na kovu dogo. mm -hmm. Na, na, na, maanake mm -hmm. Kama kama sentimita ni hizo ina maana hata ile kovu hata kuonekana itakuwa hata ngumu, ni ngumu kuonekana eh. Na huwa tunafanya ni sehemu ambayo ni nyuma ya nywele, kwa hiyo huwezi, nywele zitaota na huwezi kujua kama kulikuwa kuna kovu katika eneo hilo. mm -hmm. mm -hmm. Sasa te teknolojia zilizopita zimekuwa na ufanisi kiasi gani uh, kwenye masuala haya ya upasuaji wa ubongo na, na, na hii ambayo inakuja ama hii ambayo sasa inatumika hivi sasa inakuwa na, na na ufanisi zaidi kiasi gani? Ufanisi umeongezeka karibu asilimia mia, au tuseme, kwa sababu hakuna kitu asilimia mia, asilimia karibu tisini na tisa. mm. kwa sababu sasa hivi utaweza kuona kabisa mara ya kwanza, ni kama vile ulikuwa una bet kwamba, uh, ntafungua eneo kubwa kwayo na, na, kwa, kwa kutumia ile kipimo cha awali tulichofanya labda CT scan au MRI ya, ya ubongo. Ndio. Unaweza ukajua kwamba hii damu iko eneo fulani la kichwa lakini kujua exactly ile eneo ni sehemu gani kwa kwa na, kwa ile accuracy ya 100% inakuwa ni ngumu. Mm. Mm-hmm. Kwa, kwa sababu saa hizi tunatumia hii deep deep high, high deep, uh, ultrasound. Kwa hiyo tuna tunaweza tukamap kwamba ili eneo hapa ni asilimia kwa sababu unakuwa unaliona kwenye mashine kwamba hapa ndo kwenye damu mm. Kama utaona kwenye video ambazo zimezirekodi zi, tukuwa tunaonyesha kabisa damu iko hapa na tunafungua ile eneo hapa kwa ajili ya kutoa damu mm. mm. iliyovilia kichwani mm -hmm. na mm. Daktari, teknolojia hii inatumika katika changamoto zote za ubongo ama kuna baadhi ya changamoto ambazo haiwezekani kutumika? Uh, inatumika karibu changamoto zote za ubongo, baadhi ambazo ziko ndani ya mshipa hizo ndo hatutaitumia mm. Lakini kwa kwa, kwa kwa uvimbe au kuvilia kwa damu au kwa kwa mtu yote aliyoumia ambayo ana kitu kichwani tunaweza tukaitumia hii teknolojia kwa ajili ya kuki, kukifuata kile kitu au ule uvimbe au kuvilia kwa damu na kuweza kukitoa. mm-hmm. ndo maana tunahamasisha Uh, kama kwenye ajali ajali yote ikitokea mm. kwa mkoa wa Dodoma au kwa kanda nzima hii ya Dodoma Ndiyo. Watuarifu haraka ili tuweze kwenda pale. Hii itatusaidia pia hata kwenye kuokoa majeruhi na kujua ni wapi ambao wanatakiwa kufanyiwa kupewa huduma kama hizi kwa haraka zaidi na hivyo kuokoa maisha ya Watanzania wengi zaidi. Mm -hmm. Sasa, iki, ikiwa mnafungua mna, mna, mna, mna sehemu ndogo e, kama uvimbe huo ama labda kama ni usaha huko umo ndani, ama kuna damu imevilia, kama ni sehemu kubwa mnatoaje? mpaka ina, inatoka nje kwa kutumia nini hasa, mpaka mnaweza kutoa? Aha, sasa, uh, kwa, kwa damu kwa damu kuna, kuna dawa ambayo tunaweza tukaweka ikayeyusha ile damu, halafu ikaweza kutoka, kama vile inakuwa kama vile uji uji uji, au inakuwa kama maji kwao, ukifungua inatoka tu yenyewe, au unaweza ukatumia Uh, kifaa maalum kwa ajili ya ku, ku, ku, ku, kutoa ile damu au usaa ambao upo kwa kitu ambacho ni kigumu huo una, unaweza ukatumia uh, kuna kitu kinaitwa ultrasound cure aspirator ambayo yenyewe inatumia mawimbi tena hayo ya sauti na na, na pressure ndogo ambayo inaweza kukata ule uvimbe na kufanya uwe mdogo zaidi kupita kwenye ile tundu ambalo ume, umeli umelitumia ume tum, ume kwa ajili ya, ku, ya, ku, ya kutoa mm-hmm. Una, unaeleza kwamba teknolojia mm, hii inatumia mawimbi ya sauti, labda utueleze. Yes, utu, tunaposema mawimbi ya sauti na kwa, kwa fikra ama utujengee pia picha hiyo. Aha, sasa uh, ma, ma, ma, mawimbi ya sauti ni kama, ni kama wave nyingine ambazo kuna waves uh, ni, ni, ni electromagnetism so uh, unaweza ukatumia ni kama popo ambavyo yeye anajua kwamba huwa haoni, lakini anato, anatoa anatoa sauti fulani, and then ile eko ikimrudia, au ile mwangu ukimrudia, anajua kabisa hapa kuna mti, hapa kuna mnyama, hapa kuna na hivyo anaweza kukwepa ku, ku, ku, ku, ule mti, au anaweza akaenda akampata ule mnyama kwa ajili ya kumla, au ile tunda kwa ajili ya kulila. Sasa tumetumia tekno, tumetumia the way popo walivyo, tukaweka tukaweka kwenye mashine. Kwa hiyo tunaweka ki, ki, ki, ki, ki probe au kidude ambacho kinatoa mawimbi ya sauti. Yale mawimbi ya sauti yakikutana na ule uvimbe, yanarudisha signal mm -hmm. ambayo ni kama mwangwi, afu ule mwangwi unachora jinsi ule uvimbe ulivyo kwenye mashine mm -hmm. kwa hiyo unajua kabisa hapa kuna uvimbe au kuna damu imevilia au kuna usaa. Kwa hiyo kutokana na kutokana na ule uzito wa ule uvimbe au ile damu iliovilia au ule usaa, utaona hata intensity au aina ya ule uvimbe ni ukoje. Utajua kabisa uvimbe ni mgumu, huu uvimbe ni mlaini au uvimbe ni maji. <mimu> na, na baada ya sasa ya kupata tafsiri hiyo ndipo hapo uh, kama wataalam mnaendelea na, na utaratibu huo wa uh, upasuaji, sivyo? Ndiyo, ndiyo, ndiyo, kabisa. Teknolojia mpya inapokuja wakati mwingine inakuwa na, na changamoto katika hii uh, kuna changamoto zote ambazo mmebaini na ni kwa uh, namna gani mnazifanyia kazi? Aha, sasa kufananisha na vifaa vingine hii uh, ultrasound mashine ya, ya, ya high technology kama hii ni bei ghali, kwa hiyo taasisi nyingi ina, inaweza zisiwe nazo, lakini kwa kwa kwa uh, vifaa ambavyo vimenunuliwa na, na, na, na, na, na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sahivi hospitali nyingi sana zinaweza zikapata mashine hii kwa hiyo hata tunaweza tu tusifanye hapa Benjamin Mkapa, lakini tunaweza sehemu yoyote ambao kuna hii, hii mashine tunaweza mm -hmm. tukaenda na tukafanya operesheni kama hii ambayo tumefanya hapa mm -hmm. tukafanyia hata huko ambapo wametuita kwa ajili ya kueneza uh, teknolojia hii au utaalamu wa teknolojia hii mm -hmm. Sa -sa. Na, na mbali na ubongo mm -hmm. uh, teknolojia hii inaweza kusaidia kutibu vitu gani tena vingine? Aa, ni teknolojia ambayo imekuepo ni kama uh, ni, ni kwamba tu imeboreshwa zaidi. Ni teknolojia ambayo umesha kuisikia hata wewe kwamba unaweza ukaumwa tumbo ukaambia nenda kafanye ultrasound. Kwa hiyo wale jamaa wa ultrasound wanaweza wanaweka kidude kwenye tumbo lako pale, wataona kwamba una kitu fulani afu atakwambia nenda kwa daktari, majibu ni haya hapa. mm -hmm. Sasa sasa hivi ameboreshwa zaidi, na kwamba unaweza ukaweka kwenye ubongo au sehemu nyingine ambako kumeshipa fahamu inapita, ukaweza ukafanya vitu vingine zaidi. Hata unaweza ukatumia hiyo kwa ajili ya kwa wagonjwa ambao wana maumivu makali, na unaweza ukafanya uka, ukajua kabisa ni, ni, ni, ni mfumo fulani wa fahamu una shida, na unaweza ukaufanya yale maumivu yakaisha kwa kutumia teknolojia hii hmm. Sasa dokta, umesema hizo mashine mm-hmm. hiyo mashine ama hizo mashine ni gharama ni, <laughs> ni, ni kiasi gani e, zinaweza kupatikana? Ah sasa zinategemea inategemea na aina gani ya mashine unaitaka, lakini mm-hmm. hata sound mashine saizi, kwa kila hospitali ya wilaya ina hiyo mashine mm-hmm. kwa hiyo manake hizi hizi mashine zipo mm-hmm. kwenye hospitali zetu sio? Eh, zipo zipo, ndo maana tunaitumia kwa urahisi zaidi, na tunataka watu wengi waendelee kuitumia kwa sababu ipo kila sehemu. Kwa hiyo hiyo hiyo, kwa hiyo unaweza ukaenda kwa mfano sasa hivi, dokta, ukaenda kwenye hospitali ya wilaya bila kubeba hivyo vifaa vyenu mlivyo navyo hapo Benjamin Mkapa, na ukaifanya hiyo operation ya kutumia mawimbi ya sauti Barabara, lakini inabidi tu wawepo wawe na, na na na operating theatre au chumba cha upasuaji mm. ambacho kina kidhi viwango vya kufungua ubongo mfupa mm. na mif, mif, mif, mishipa ya fahamu mm -hmm. maanake kina vifaa vingine sasa mm -hmm. tofauti na hiyo mashine ya, ya ultrasound, yes ina vifaa vingine pamoja na usafi pia mm. Sasa <laughs> mm hilo -hmm. la usafi hilo ni ni swala la, la, la kawaida ambalo alihitaji hata nguvu nguvu. Unajua ubongo uh -huh. ni, ni, ni, ni, ni vital organ, kwa hiyo hata kuifungua uh, inabidi sehemu iwe safi sana safi mm. kupita kiasi mm. na wewe na mwenyewe dokta uwe msafi yani, unawe mikono vizuri na nini Yeah, tunanawa mikono, tunatumia sanitizer, tunatumia maji tiririka hey, na tunatumia sabuni nyingine ambazo zinatufanya uh, uliona mwenyewe kabla ya kuingia kwenye operation ambavyo, tuna, tunanawa vizuri. Kabisa. Hmm. Kabisa. Daktari, uh, uliongoza jopo katika operation hii ambayo kwa mara ya kwanza umetumia haifu uh, katika upasuaji wa ubongo kwa kutumia teknolojia yeah, hii ya mawimbi ya sauti labda utupe So. Uzoefu wako uh, kwenye operesheni hii ambayo kwa mara ya kwanza mmefanya kwa kutumia teknolojia hii pamoja na nyingine ambazo mmewahi kufanya. Nataka, tunataka pia tujue yule mgonjwa uh, uh, mliomfanyia anaendeleaje uh... Uh, experience ni kwamba wagonjwa wote ambao tunawafanyia, tumemfanyia mwingine jana uh, tumetoka usiku, nilikuwa naongea na na na mtangazaji hapo kwamba nimechelewa kutoka kwenye operation mm, uh, kwa sababu tuli, tuli, tunafanya tunajaribu kuzifanya nyingi kutokana na wagonjwa wanavyokuja. Jana tumemfanyia mgonjwa mwingine wa wa ajali na na imefanikiwa kwa asilimia mia, sahizi yuko ICU na mgonjwa ambaye tumemfanyia ule wa kwanza, tumeshamruhusu ameenda nyumbani sahizi, anaendelea na rehabilitation, ana hali nzuri kabisa, na ndugu ameridhika asilimia mia. mm -hmm. Mm -hmm. Lakini katika maandalizi kwenye mm -hmm. hii operation uh, ya namna hii na ile mengine, kumekuwa uh, na utofauti wowote ule hasa katika um, ha, utofauti, utofauti hakuna. mm -hmm ila ni kwamba uh, operation imekuwa rahisi zaidi na imekuwa fupi. Operation ambayo tulikuwa tunafanya kwa muda mrefu, saizi tunaifanya kwa muda mfupi, na tunaweza kama wagonjwa wamekuja labda watano au sita, mnaweza mkawafanyia hata wote kwa siku moja. mm -hmm, tofauti na ambavyo ingekuwa hapo awali, ingekuwa mnaingia kwenye ule mlolongo mrefu wa kufanya upasuaji kwa, mnakuta mmewafanyia wachache zaidi mm -hmm. mm. Sawa sawa daktari, mm. Na, na unadhani itachukua muda gani sasa kwa e, hospitali nyingine zote nchini ama hasa zile za, za wilaya za mikoa kuweza kuadapti kwa haraka na kutumia teknolojia hii, kwa, kwa uzoefu wako na kwa namna ambavyo unaona mambo jinsi yalivyo, kwa sababu pia licha ya kwamba unahudumia e, Benjamin Mkapa, unajua pia hali jinsi ilivyo kwenye hospitali nyingine Aa, sasa hapo cha msingi ni, ni wataalamu wa afya kwa, mm. kwa sababu mpaka sasa wataalamu kama sisi tuko wachache sana aa, katika nchi yetu, nadhani tuko saa hizi ndo tuko ishirini na nne Tanzania nzima mm. kwa hiyo kwa kwanza inabidi ongezeko la wa, neurosurgeon au wataalamu awo wa, wabingwa ubobezi kwenye ubongo na uti wa mgongo waongezeke, mm. wawe katika kila mkoa au kila wilaya alafu teknolojia kama hii itakuwa ni rahisi kwao kuwafundisha na kuendelea ku, kuifanya katika maeneo husika. Na na, na nchi yetu imejikita ime, ime, ime sana katika ku, ku kufasilitate au kusaidia hizi huduma za afya ziwepo katika kila sehemu. Kwao tuna imani muda unavyozidi kuendelea basi itakuwa ni rahisi katika huduma hii kutolewa kwenye kila kila kila kila hospitali na kila katika levo ile ya wilaya au hata uh, uh, kata. Sawa mm, sawa. So, so, nini kinafanya neurosurgeons ama mm -hmm. uh, madaktari bingwa wa upasuaji wa, wa ubongo na mishipa ya fahamu kuwa wachache eh? Tunafahamu kazi yao wanaoifanya ni nyeti <laughs> lakini kwa nini madaktari wengi wana, wanaonekana wana, wana sita sita kubobea katika eneo hilo? Ah, ina notion kwenye jamii au kwenye kwenye, kwenye jumuiya mm -hmm. ya madaktari kwamba ni ni ngumu mm -hmm. lakini pia utaona ni, ni, ni, ni fani pekee ambayo inachukua muda mrefu sana kusoma kwa sababu kwa Tanzania tu unaweza ukachukua hata miaka tisa mm -hmm. kwa sababu lazima upite uwe kwenye kitengo kama cha neurosurgery kwa miaka mitatu uende, uende chuo kama Muas au vyuo vingine kwa miaka mingine mitatu, alafu mitatu mingine umalizie katika idara ya ya ya neurosurgery, halafu hapo ndo uhitimu kwao. Utaona ni miaka, ni muda mrefu sana, karibu miaka tisa au kumi kwanzia umemaliza tu ile digrii yako ya kwanza ya udaktari mm. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vina, vina wanafanya sahizi kwenye hizi taasisi za elimu kufupisha huu muda Uh, na huo um, mjadala au huo mkakati unaendelea ili kujaribu kupunguza ili kufanya watu wengi waendelee kusoma. Sasa na, na, na wewe ilikuchukua muda gani na, na, na wapi? Kwa sababu unaonekana ni kijana lakini tayari uh, ni, ni, ni bingwa kwenye masuala ya uh, neurology uh, neurosurgery. Yes. Uh, uh, nimefanya ni nimefanya vyote pale pale Muhimbili Dar es Salaam lakini nikaenda India na nikaenda Marekani kumaliza elimu yangu ya neurosurgeon. Na na kuchukua muda gani mpaka una unaiti? Una miaka tisa. Maana yake hiyo ni miaka tisa mingine baada ya kumaliza degree yako ya kwanza ya udaktari. Kumaliza eh, eh, ya, ya udaktari. Ambao ambao maana yake baada ya kuwa kwa sababu nilikaa idarani miaka mitatu. Mm ili ni niweze ni kujua uh, zile uh, ABC za idara na nyigosaji yeah. Alikoje nini na nini alafu ndo wanakusuggest uende shuleni sasa kwa ajili ya kwanza kupasua ya masters and super specialty. Naam. Mm-hmm. Daktari, ni mapinduzi gani uh, mengine ambayo tutarajia sasa hasa katika sekta ya afya na kupitia teknolojia hizi mbalimbali mbali ambazo uh, zinaendelea kuboreshwa? Uh, mambo mengi mazuri yanakuja. Uh, tuna, tuta, tuta, tuta, tunatarajia tuanzishe uh, te uh, teknolojia au njia ambazo tunaweza zikazuia ma maumivu haya ambayo chronic pain sasa sijui kwa Kiswahili tunasemaje, lakini maumivu sugu hmm. Uh, watu wenye maumivu sugu tunatarajia tuna tuanzishe uh, matibabu hayo hapa katika hospitali yetu ya Benjamini. Tunatarajia pia tu, tufanye vitu teknolojia ambazo zipo uh, nje ya nchi yetu tu, tuzilete hapa ili tupate hata uh, wa, wa, wa clients kutoka nje ya nchi ilikuja nchini kwetu kwa ajili ya matibabu haya. Tunataka tutoe huduma bora zaidi, uh, yenye, yenye kiwango cha hali ya juu zaidi, viwango vya kimataifa, ili kuweza kuokoa wananchi wetu na na binadamu wengine kutoka nje ya Tanzania. Sawa daktari, nitataka nimalizie, nimalizia na swali moja kwa watu ambao wana saratani ya ubongo na wenyewe mna, mna watibu vipi kupitia teknolojia hizi kwa sababu tumezoea saratani huwa inatumika zaidi mionzi, lakini sasa kwa, kwa e, delicacy ya, ya kwa, kwa, jinsi, kwa unyeti wa e, ubongo e, tunapata wasiwasi kwamba mionzi nayo inaweza vipi kutumika au pengine labda ni teknolojia kama hizi ambazo umezizungumzia. Ah, sasa ukiwa na saratani ya ubongo mm. Cha kwanza lazima uitoe mm. yani, hicho ndio kitu cha kwanza ili nafasi ile ambayo imechukuliwa na ule uvimbe ubongo uweze kurelax, lazima utoe ule uvimbe hicho. hmm. ni cha kwanza kwao. Tunatumia teknolojia hii katika kuweza kujua uvimbe uko eneo gani na kuweza ku kueza ku, kutoa uvimbe alafu you... baada, baada ya hapo madaktari wenzetu ambao ni wataalam wabobezi katika kujua ni aina gani ya uvimbe ambao tunaita pathologist wataenda kuangalia aina gani ya uvimbe ambao umetolewa kwenye ubongo na wenyewe watatushauri ni njia gani inayofuata ili uvimbe huu usirudi, mm. au uvimbe huu usiendelee kukua au kuboresha maisha ya mgonjwa ambao mwenye uvimbe katika hatua ya mwisho wa maisha yake, mm. kwa hiyo ni stage na, na na na inategemea sana jopo uh, la madaktari wa kila idara kuweza kushirikiana katika kutibu uvimbe ambao ni kansa kwenye ubongo. Sawa sawa. mm. so, so. mm. Naam, daktari tunakushukuru asante, uh, sana kwa kuzungumza nasi labda kwa dakika chache tu um, tunafahamu kwamba tunaendelea kupiga hatua kwenye masuala haya. Tumesikia si, tumesoma kwenye vitabu simulizi za madaktari kama kina Ben Carson ambao walifanya o, operation kama hizi mwanzo mwanzo kabisa, lakini sasa hivi tunashuhudia madaktari yeah. wa Kitanzania wakiwa wanafanya mambo kama haya, lakini wewe tukikuangalia pia wewe ni kijana eh, Uh, watu wanaokutazama sasa hivi inawezekana ikawa ni inspiration na kuna wengine pia wana ndoto za kuwa madaktari madaktari bingwa, unalipi la kuwambia kabisa? Ah, neno na kuambi, na, la kuambia ni kwamba uh, kile ambacho unakiwaza uh, kwenye akili yako ambacho kinaweza kikakusaidia kwenye maisha yako ya mbele, uki, ukiwa na moyo mkuu wa kukifanya, we kifanye, anza kujaribu kukifanya, hakikisha unakifanya katika weledi Uh, uwe flexible, uwe na discipline. Uh, basi kitafanikiwa tu, muda muda, sio kitu muda. Utashangaa tu umefika na umekuwa kitu unachotaka kuwa. Kwa hiyo hata kwa madaktari wale wadogo ambao wana, wana, wanatamani kuwa neurosurgeon, neurosurgeon sio ngumu, ni kwamba tukutia nia, kuweka ule moyo mkuu kwamba naweza nikakifanya hichi kitu na kuwa na ule passionate sijui kwa Kiswahili ni nini, lakini kupenda kitu ambacho unakifanya mm. Basi utafanikiwa, muda, muda sio sio sio issue. Tunakushukuru sana daktari na mm -hmm. Tunakutakia majukumu mema, asante sana. Na nyie pia mwe na majukumu mema pia, shukran sana ni Dr. Max Gama Ndossi ambaye ni daktari bingwa mbobezi wa upasuaji wa ubongo, mgongo na mishipa ya fahamu tukizungumza naye akiwa katika studio zetu za Dodoma. Bila shaka umepata mengi zaidi kuhusiana na e, upasuaji huu ama teknolojia hizi ambazo zinatumika kwenye upasuaji, hasa upasuaji wa ubongo. Asante.